Katika hali ya kugusa moyo na kuonesha mshikamano wa jamii, mda wa maendeleo nchini, Ezekiel Gwatengile amejitokeza kumsaidia mgonjwa Tupoke Benson, ambaye anasumbuliwa na ugonjwa wa ini kwa muda mrefu. Habari ya Tupoke Benson imefika kwa jamii kupitia kituo chetu cha Mawio Online TV mapema mwezi wa tano. Katika taarifa hiyo, ameeleza namna ambavyo hali yake ya kiafya imekuwa ikizidi kudhoofu kutokana na kukosa msaada wa kifedha kwa ajili ya matibabu. Potongwe Benson Matlenda, mkazi wa kijiji cha Kipapa. Naomba msaada. Nimesumbuliwa, walisema, walisema na ugonjwa. Ugonjwa gani? Wa kuvimba tumbo. Ulienda hospitalini? Ndiyo. Walisemaje? Walisema ini na kunisumbua. Hospitali gani? Kiela, wilaya ya Kiela. Una hmm, una muda gani toka unaumwa? nina miaka hmm, nina mingi, nina kuchungulia. Baada ya hapo, baada ya kuambiwa hmm, eh, imekuwaje mpaka sasa sijatibiwa <tabu> <tabu> nimeshindwa hela, ika walinipa tu tudonge toa kuvuta kusionza maji ko ntoka kipindi hicho miaka minne mpaka sasa. sndo unaishi hivi, natumia tu udonge hmm. ut vandu wa waka mundule summsada hmm. Nimeshinda watu wa Mungu, naombeni msaada mdau wa maendeleo Ezekiel Gwatengile baada ya kuiona taarifa hiyo ameguswa na hali ya tupone, ameamua kuchukua hatua ya haraka kupitia moyo wake wa huruma na kujali ustawi wa wengine. Ezekiel ametoa msaada wa kifedha uliofanikisha hatua ya matibabu ya tupoke kwanza mara moja. kwa majina anaitwa dkt. Brenda Royamu, ni daktari katika idara ya magonjwa ya ndani katika hospitali ya mkoa ya rufaa wa Mbeya. siku ya Jumatatu Tarehe tano mwezi wa tano tulimpokea mgonjwa wetu Benson Mwakilembe mwenye miaka thalathini na tisa ambaye kuna changamoto alikuja nayo katika hospitali yetu. Kuna baadhi ya vipimo ambavyo alifanyiwa na tukagundua changamoto yake. Kuna matibabu ambayo alipatiwa katika hospitali yetu hapa ya mkoa, na kwa sasa anaendelea vizuri, ambapo tunategemea kumruhusu siku ya leo na tarejea kwa uangalizi mwingine baada ya wiki mbili. Kwa majina anaitwa Samuel Bensoni Mwandopero, mdogo wake na Tupokigwe Bensoni Mwandopero na kushukuru, nakushukuru Ezekieli Gwatengile kwa kumsaidia ndugu yangu Tupokigwe Bensoni Mwandopero, mpaka sasa hizi tumefikia tu hatua ya kutoka kwa ni kushukuru. Kwa hiyo kwa ni mbaya lakini kwa sasa na kushukuru, naendelea vizuri. Kweli ilikuwa mbaya, tumezunguka naye Yani tumeangaika naye mpaka, mpaka sasa tulikosa msaada, lakini tunakushukuru kwa sababu umejitolea ya kumsaidia da yetu. Uh, sasa tupoke bensoni anaendelea na matibabu huku akitarajia kupona na kurejea katika hali yake ya kawaida. Tendo hili ni ushuhuda kwamba upendo na mshikamano wa kijamii vinaweza kuleta matumaini mapya kwa waliokata tamaa. Ezekiel Kamanga, Mawio Online TV, Mbeya. Naitwa Cristopher Dendekisie, ni mkurugenzi wa chuo cha Safirisha.